Hii ni Knews. Habari. Kwa majina mimi naitwa Moris Selemani Mwamwenda, ni wakili wa kujitegemea. Uh, leo tulikuwa mbele ya mahakama kuu kwa ajili ya uwakilishaji wa mteja wangu anaitwa Danford Muhema. Mhema, uh, yeye ameleta maombi ya kupinga uchaguzi wa askofu wa jimbo la, la, la, la Mbeya, kwa hiyo kanisa la Anglikana la Mbeya, na kwa leo ilikuwa tusikilize maombi ya upande mmoja ya kupinga kufanyika kwa uchaguzi huo, tarajia kusikilizwa na kuamuliwa kwa maombi yaliyoletwa mbele ya mahakama. Sasa kwa vile pande zote mbili zilikuwepo. Kwa hiyo yale maombi ya kusikilizwa upande mmoja hayajafanyika. Kwa hiyo yatafanyika tarehe ishirini na saba mwezi huu kwa njia ya mtandao. Ya na tunatarajia kwamba kama jaji alivyosema, nao wanatarajia kuleta mapingamizi ambayo mpaka sasa hivi bado hayajalipiwa na nini. Kwa hiyo tutaangalia mapingamizi hayo na baadaye tutaangalia tena nini kinasemwa, lakini sehemu kubwa yatasikilizwa maombi ya mteja wangu tarehe 27 mwezi wa tatu. Kwa majina mimi naitwa Amos Gabriel Gondo. Uh, ni wakili wa kujitegemea kanda ya Mwanza. Kwa hiyo leo nimefika hapa mahakama ya Mahakama Kuu kanda ya Mbeya kwa ajili ya shauri ambalo uh, liko mbele ya mahakama hii dhidi ya wateja wangu uh, kwa, kwa, kwa utaratibu ulivyo uh, wa kimahakama shauri hili bado limepangwa lime ku kusikilizwa tarehe 27. Kwa hiyo uh, sina cha kulizungumzia zaidi ya kusema tusubiri eh, mahakama ifanye kazi yake, shauri lisikilizwe, alafu tuta, tuta, tuta, tutapeana update baada ya hapo. Asante, hii ni K News. Habari.